Umekuwa uh, mjadala mkubwa sana kwenye social media za hapa Tanzania, lakini sio tu Tanzania, umekuwa mjadala mkubwa pia Afrika. Uh, nimeona waandishi wengi pia wa Afrika wamejaribu kuandika kuhusu dili ya Mzize na Aziz Ki kwenda Morocco, wengine kwenda Libya, wengine kwenda Ulaya, kila mtu amekuwa akipiki engo yake. Kitu cha kwanza ambacho ningetamani eh, wanayanga na watanzania kwa ujumla wakifahamu Mchezaji, anaitwa Clement Mzize, si mchezaji wa daraja la kawaida. Anavyozungumzwa Moroko na anavyozungumzwa hapa ni mbingu na ardhi. Ni mchezaji mwenye, mwenye sifa kubwa sana nchini Moroko. Anazungumzwa na kila shabiki wa mpira pale Moroko. Mimi uh, siku moja nilivaa jezi ya Yanga. Katika, pita pita zangu, kule Morocco, nikavaa jezi ya Yanga. Watu wa mpira wanapishana nao, wanamtaja Kleme na wengine wanamuita Walid. Walid. Eh, <laughs> wanasema kwamba Walid atakuja Wydad kucheza. Wengine wanasema Walid atakuja Raja kucheza. Lakini kuna package imeongezeka watu wajeigundua inaitwa RS Berkane. Wengine nao pia wanamzungumza Walid Mzize kama ni mchezaji ambaye atacheza Berkane. Unapata picha gani hapo? Unapata picha kwamba Mzize ni mshambuliaji anayeumiza vichwa vilabu vikubwa vitatu vya Moroko. Wydad Casablanca, Raja Casablanca na RS Berkane. Wote wanaumizwa kichwa na Clement Mzize. Mchezaji Stefano Aziz Ki, ye ni klabu mbili zimemzungumza. Wydad Casablanca na RS Berkane. Unajua, uh, rais wa Federation ya Moroko anaitwa ndiye mmiliki wa klabu ya Berkane okay. Ambaye ni mjumbe wa Excom ya CAF, lakini pia ana, ni mjumbe wa Excom ile ya FIFA anaitwa Fauzi, ambaye ndio waziri wa fedha wa Morocco. Yeye alimwambia engineer, na wataka wote wawili hawa <laughs> namtaka Aziz namtaka na, na Walid Mzizi kwa sababu ya pride, yani kwamba mimi nataka niwaonyeshe Widad niwaonyeshe Raja Casablanca kwamba wamba tukachukua wote. Lakini, tokea nampata mmoja katika hao wawili basi huyo mmoja atakuwa Walid Mzizi. Unaelewa? Si vizuri maanake nimekumbushia hili jambo, Watanzania wanavyomuona Walid Mzizi sasa hivi, wampe heshima yake. Ni mshambuliaji wa daraja la juu mshambuliaji ambaye ana trend barani Afrika na ni serious vilava Morocco vinamhitaji. Sasa swali la kwanza ambalo watu wanataka kupata majibu yake. Je, ni kweli ofa zimekuja? Ndio swali la kwanza. Of course, okay anazungumzwa na sisi tunaona, tunaona yanaandikwa ni kweli ofa imekuja? Mimi sasa kama uh, msemaji wa hii club lazima situation kama hizi uje front utoe majibu kwa wanachama ili wasiwe na sintofahamu kitu cha kwanza kuthibitisha ni kweli tumepokea ofa tofauti tofauti za Clement Mzize. Ofa ya kwanza inatoka Wydad Casablanca. Ko wao walikuwa wanamhitaji Walid sasa hivi, yaani hivi tunavyozungumza hivi ilibidi Walid awe wapi? Morocco. Morocco na Kitwanga. Casablanca. Wydad Casablanca. Timu ya pili ni Raja Casablanca. Wenyewe pia wameonyesha interest ya kumtaka Mzizi, lakini wao wanazungumza end of the season, yani June, kwamba tutafanya hii biashara kwa sababu wanaamini Walid akienda Widad, unaelewa atakuwa ata, ata na madhara kwao, kwa hiyo wanafanya buki mapema, basi sisi huyu tumchukue June. Klabu ya tatu ni Berkane na yenyewe pia imeleta ofa kwa ajili ya June. Wenye mahitaji na mzizi sasa hivi ni Widad Athletic peke yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wana FIFA, uh, Club World Cup, June. Kwa wanataka mchezaji aingie mapema, acheze miezi sita, akawasaidie kwenye klabu bingwa uh, ya vilabu ya dunia mm. Elewa vizuri shawa wangu mm. <coughs> Al Ittihad. Nimeona pia imeandikwa kutoka Libya, imeandikwa pia sijui kutoka Ulaya, kuna timu sijui Ubelgiji sijui kutoka wapi, zimeandikwa pia lakini wote hao target yao ni June. Unataka Mzizi sasa hivi ni Wydad Athletic. Wengine wote unaowasikia hao, wao wameweka request yao kwa ajili ya Juni, msimu utakapoisha wamchukue Walid Mzizi. Sasa hapo unapata majibu kwamba mwenye haraka ni Wydad. Kwa hiyo tumzungumze Wydad na uhara wake, waharaka wake na kipindi ambacho tuko nacho Wydad Athletic tumewaeleza vizuri na rais wa klabu amewaeleza very clear, na mazungumzo yake amemhusisha pia na mchezaji mwenyewe Walid Mzizi. Namba moja, unajua hakuna, hakuna klabu isiyofanya biashara ya wachezaji kwenye mpira, lakini inaangalika na wakati, mazingira na value ya hiyo biashara. Hii Young Africans inayozungumzwa leo hii, wachezaji wake wanatakiwa kwenda Wydad ya Casablanca, sio klabu ndogo kuna, kuna kuna kuna jitihada zimefanyika financially kwa jitihada zimefanyika za kiufundi mpaka wachezaji wamekuwa bora. Ukimwona Stephane Aziz Ki aliongeza contract Young Africans, maana yake kuna project iliyohusisha mpira na hela ikamshawishi mchezaji kubaki. Ukimwona Mzize aliongeza mkataba wa kubaki Young Africans Sports Club, akajikomit kwa miaka mingine kubakia kwenye klabu yetu. Maana yake nini? Kuna project iliyohusisha mpira na hela. Watu wanapiga kelele huko nje. Maslahi ya, masla ya mchezaji sijui nani na nini, fedha fedha ambayo Yanga tulimpa Mzize Nobody knows tulimpa kiasi gani kwenye mkataba wake mpya. Na yeye aliona ile fedha ni nyingi. Kwa namba 1 kabla sijaeleza vizuri jambo la Wydad, hapa kwanza kwa Mzize. Watu waache viherehere na kutupangia sisi Yanga nini cha kufanya. Yanga ni taasisi na ni taasisi kubwa barani in Afrika, inajua exactly nini inataka kufanya. Kama ni biashara, inajua ni wakati gani itafanya hiyo biashara. Hatufanyi biashara sisi ya kuuza mchezaji kwa mihemko. Tulipigwa, pigwa pressure hapa na vichambuzi uchwara hapa kuhusu Mayele, tukawaambia tulieni, tunajua ni wakati gani tutamuuza Fisto Mayele. Na wakati sasa hivi ulipokuja tukapiga hela Fiston. Ameendelea na maisha yake na mpaka leo anashukuru kwamba nilisubiri wakati sahihi, na nyinyi Yanga mliniongoza kweli kufikia wakati sahihi. Kwa watu wapunguze viherehere, kwa lugha ya Kiswahili ambayo sio rasmi, watu waache shobo, watu waache shobo, shobo na mambo ya Yanga. Yanga inajua nini inataka na wachezaji wanajua nini inataka. Kwa hiyo Wydad tuliwaambia sisi tuna project ya kuchukua ubingwa msimu huu, hatuwezi kupunguza mchezaji yoyote katika kikosi chetu msimu huu. Kama mna interest na Walid Mzize, we can discuss this business end of the season, kama ambavyo wenzenu wamesubiri na nyiye mtasubiri mpaka hiyo June tuzungumze. Ab zote zinazomtaka Walid Mzize Yanga ita, sio ku, na hapa ileke sio kumuuza, tutakuwa tayari kusikiliza ofa zitakazokuja mwezi wa sita, yani mwisho wa msimu huu, zinazomhusisha Walid Mzize, zinazomhusisha Azizi Ki, mchezaji yoyote wa Yanga, tutakuwa tayari kufungua room ya majadiliano tutakapofika mwisho wa msimu. Kwa kama unamhitaji Mzizi, unamhitaji Azizi, pakome nini? Subiri mwisho wa msimu, njoo tuzungumze, sio kuuza. Watu waelewe kusikiliza, kwa sababu hili sio gereza mchezaji haji hapa kuwa gerezani. Kama ofa ikija nzuri, ina maslahi kwa klabu, ina maslahi kwa mchezaji, ina maslahi mapana pia kwa karia na maendeleo ya mpira wa Tanzania, tutamruhusu mchezaji aende. Ndio maana tulimruhusu Fisto Mayele akiwa mshambuliaji bora barani Afrika, tukamruhusu aende, klabu ilipata fedha na yeye akaenda kukua kwenye karia yake kwingine. Yanga itafungua milango ya kusikiliza hizo biashara, sio kuuza tuna uwezo wa kusikiliza na tukaachana na wewe vile vile, kwa sababu tunajua nini tunachokitaka. Na tunamzungumza na mchezaji, unahitaji nini? nataka kwenda, nataka kwenda huko, tayari utaka kuondoka? Yes, tunaamini tuna kama Mzize, sisi tuna haki naye, yani tuna uwezo wa kutamba naye, kuvimbana, tofauti na jua, Azizi wanavimba ASEC kwa sababu wamemtengeneza. Sisi Mzize tumejitengeneza, tunavimba naye Tumemlisha maziwa. E, yaani, mtu, tu, tunavimba naye, tunajua ni wakati gani sahihi tutakwenda kufanya biashara, kama itakuwa ni biashara ambayo ina maslahi na klabu yetu. Kwa hiyo kuwatoa hofu mashabiki wa Young Africans, klabu yao itakuwa tayari kusikiliza ofa za wachezaji wetu wote mwisho wa msimu. Sio sasa hivi. Hapa tumeshawaambia Wydad Athletic watulize boli nao tazungumza na ukumbuke June, tayari interest imeshaonyeshwa Berkane; kuna interest imeonyeshwa pia ya, ya Raja na club nyingine wanamhitaji Walid kwa ajili ya next season. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza nao tukiona hiyo dili ina manufaa kwa club na kwa mchezaji tutamruhusu, lakini asitupangie mtu yaani, asiibuke tu mtu, kwa sababu anaweza akazungumza akajifanya anatoa ushauri kwamba Yanga uzeni no Yanga ina uongozi wake, ina taratibu zake na inajua nini nitakuwa ifanye kwa wakati fulani. Hii Juni ni yangu. Njoo mwezi wa sita, msimu umeisha, njoo namtaka Diara, mimi namtaka nani? Mimi namtaka nani? Tunazungumza. Tuko kwa Diara bana hatoki safari maana tumefanya tathmini yetu, technical bench umetuambia muongezeni kibunda wa mtoto Hersi Said Mohamed anafungua pochi anaongeza kibunda. Tulimtoa Fiston Kalala Mayele akiwa striker namba moja Afrika. Tukambakisha Jigidi Yara akiwa kipa moja namba Brian Afrika. Akabaki. Na akasign contract mpi. Maana kuna kibunda tulikiweka cha maana. Unajua mpira sasa hivi Afrika Lwatan uko wazi sana. Usifikiri hawa Wydad, usifikiri japokuwa sheria haitaki. Lakini usifikiri Wydad eti hawana namna ambavyo watahakisha Mzize anajua ofa aliyokuwa nayo. Wanajua nini cha kufanya. Itha, kupitia kwa waandishi. Kama kuna waandishi wengine wako Tanzania hapa wanalipwa hizo hela, bwana, andikeni hii habari ili mchezaji, sababu sheria zinakataza kuzungumza na mchezaji kabla hajafika miezi sita ya mkataba wake, yani kabla hajafikia miezi sita ya mwisho ya mkataba wake, uruhusi kuzungumza naye. Kwa hiyo sheria inakubana, kwa hiyo klabu kubwa kama hizi Wydad zinaweza kupenyeza kwa mwandishi wa Tanzania, hela, andika, tunamtaka mzize kwa ofa hii kwa hiyo mchezaji anakuwa aware kwamba kumbe kuna ofa hii na, ina ina ina ina, ina, ina hang hang tu hapa nikaichukue. Sisi ni club, kwa tunajua mchezaji wote, tunajua mchezaji wote. Ndio maana tunazungumza na mchezaji, na yeye amekiri kwamba mimi nabakia, na kama kuna biashara we, we discuss itapofika June. Kwa hiyo nafikiri kwa hili halihitaji maneno mengi funga, tumelifunga. Yanga itafungua mazungumzo ya biashara ya mchezaji yoyote kwenye klabu yetu itapofika mwisho wa sio kuuza ni kusikiliza. hizo ofa zikiwa zina maslahi kwa club na kwa mchezaji, tutaruhusu mchezaji aende. Ikionekana mchezaji anatakiwa abakie, atabaki. Asitupangie mtu cha kufanya. Sisi wenyewe Yanga tuna malengo ya kudominate mpira wa Afrika, kwa tunajua exactly nini tunataka tukipate kwenye, kwenye, kwenye safari yetu. Kwa hiyo hili nilitaka nilitolee ufafanuzi huo, ili wanachama wa Yanga wapate kulielewa na wawe na, na, na, na, na, na majibu ya kuwajibu watu wengine, kwa nini bwana, mpaka sasa hivi hamjafanya biashara? Sababu ni hizo nizozieleza, na tumefungua milango, hatumzuii mtu sisi. Ikifika June tutasikiliza ofa, ikiwa ni ofa nzuri tutauza, iwe ni Kibwana, iwe ni Nyao, iwe ni nani yoyote ambaye klabu itakuja ikimtaka. Ukishakuwa klabu kubwa na wachezaji wakubwa, tegemea yaani, tegemea haya mambo, watu kuja kuulizia mchezaji wako ni vitu vya kawaida kwenye football.